Alizaliwa tarehe thelathini mwezi wa tisa mwaka elfu moja mia tisa arobaini na saba. Mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja mpaka elfu moja mia tisa tisini baba alikuwa mhasibu mwandamizi Mamlaka ya kahawa Tanzania, TCMB, TCB Moshi. Mwaka 1990 mpaka 1995, baba alikuwa mbunge wa jimbo la moshi mjini. Baba alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa presha na sukari. alipatiwa matibabu asita, ali kuwa, katika hospitali mbalimbali mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tatu aligundulika na ugonjwa wa moyo uliosababisha fanika upasuaji mkubwa wa moyo katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Upasuaji wa moyo ulifanyika vizuri na akaendelea na matibabu katika hospitali hiyo kwa muda mpaka mwaka 2024 Januari aliporuhusiwa kutoka hospitali. Hata hivyo, hali ya ugonjwa iliendelea na baadaye lazimika tena kufanya upasuaji mkubwa wa mguu katika hospitali ya Selian jijini Arusha, Tarehe 7 Machi 2024. Aliendelea na matibabu katika hospitali mbalimbali mjini Moshi Arusha na Dar es Salaam. Ilipofika tarehe ishirini na saba Februari mwaka elfu mbili na ishirini na tano hali yake ilibadilika na akapelekwa hospitali ya Selian ambapo alikuwa akiendelea na matibabu mpaka mauti ulipomkuta tarehe nne mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kabla ya mauti kumfika, baba alipata sakramenti ya mwisho kwa nyakati mbalimbali. Tunawashukuru mapadri wengi sana walikuwa wakimhudumia baba kwa nyakati mbalimbali. Baba ameacha mjane Anaitwa Gaeri Mwanga, watoto tisa <coughs> wakike wa tano na wakiume wa nne. Ameacha wajukuu thelathini na vitukuu watano.